ba kurudia idadi ya kura zilizopigwa ni 383 idadi ya kura zilizoharibika ni tatu. Hizi zimetokana na baadhi ya waheshimiwa wabunge kupigia wagombea wawili kwenye karatasi moja. Idadi ya kura kwa kila mgombea ni kama ifuatavyo: ndugu Veronica Charles taer NRA sifuri. Ndugu Krizant Nyakitita DP sifuri. Ndugu Amin Amin Alfred Yango ADC sifuri. Ndugu Anita Alfani Mgaya kura moja. Idadi ya kura za ndugu ndon, Ndonge Saidi Ndonge AFP 1. Idadi ya kura kwa Mheshimiwa ndugu a, Musa Hasani Zungu 378. Sante, sante. Hivyo Mheshimiwa Musa Azani Zungu amechaguliwa kuwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla ya kura. Asante sana. Naomba iingie kwenye records vizuri. Mheshimiwa Musa Azani Zungu amechaguliwa kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla kura na high, kwa kwa ya kura 378. Matokeo haya yamethibitishwa kwa kusaini kwa baadhi ya wagombea kwa na wasimamizi wao. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante sana, katibu. Sasa kabla hatujamwita Mheshimiwa Zungu ili aweze kupata kiapo mbele yetu kwa ruksa yenu, ningependa niwaite wale wagombea wengi.